Kwa majina naitwa Michael Mziba mzibamziba, ni mzaliwa wa Geita. Hapa ni, mfanya, ni mchimbaji mdogo mdogo. Kwa takwimu ya watu waliokuwemo humo, mheshimiwa wa mwandishi, siwezi kujua ni wangapi waliokuwepo, kwa sababu hii ni sehemu ya kufanya kazi, kila mmoja anavyokuja kufanya kazi anaangalia yeye kama yeye, ila kwa takwimu iliyokuwepo hapa hivi na hichi kitalu tunavyokijua, kwa wachimbaji wanaofika hapa asubuhi ni wengi, na hao waliotoka hapa ni wachache. E, haijalishi ya kwamba hivi walikuwa ni wangapi, wala hatujui takwimu hivi ilikuwa ni wangapi, ila tulichokuwa tunakiomba hiyo sehemu walioibakiza kuifukua hiyo, wangelifanyia uchunguzi vizuri, ilikusudi tupate kujihakikisha kama ambao waliokuwepo wamebaki pale tuwatoe, kama watakuwa kweli walitolewa, tupate kulijua hilo, kwa sababu kuna ndugu ambao wa nawafahamu wafahamu, mimi mwenyewe nilizungumza nao kwenye simu toka jana, kwa sasa hivi simu zao sizipati hewani. Kwa ndio maana hata mimi nilikuwa na wasiwasi wasi, pengine labda watakuwa wamebaki au waliokolewa. Aa, kwenye ajali, nimepoteza ni, ni, ni, mtu wangu, ni mkubwa kidogo namuitaga eh, mjomba mjomba, e, huyo ndo atakuwa amepotea na kuna mdogo wangu mmoja hivi ni kama rafiki ila ni mdogo wangu ni mzaliwa Bariadi, yeye amenusulika. Tulikuwa tunaomba angalau wanavyokuwa wanakata haya matrencha yao we wanajaribu kidogo kuacha nafasi hata angalau linatokea la kuporomoka tunakuwa angalau tuna sehemu ya kujifichia. Kwa mfano, mwenye mheshimiwa mwandishi, ukiangalia hata hili lilivyo, hata wewe mwenyewe unaliona ni hatari sana. hata utafikia sehemu waliruhusu lianze kuchimbwa, bado tu sisi wachimbaji tutakuwa tupo kwenye hatihati hati ya, ya maisha yetu. Kwa hiyo ilikuwa tunaomba serikali angalau ingekuwa inajaribu kulikwangua, linasogea kwa mbali kidogo, ili angalau hata likitokea la kutokea hata kunyesha kwa mvua e tuna tuna uhakika wa maisha yetu kuwa salama salimini. Dijodi Bujiku ni mwenyeji wa Geita, jimbo la Busanda, kwa hapa ni mchimbaji. kwa hapa ni chokiona kilichosababisha na kutokea tukio hili katika ukataji wao, walipokata hili gema, inaonekana lilikuwa limeoza huko huko juu. Hasa likawa kama limejiegesha. Sasa wachimbaji wadogo wadogo wakawa wanachimba kwa chini ina maana kuna fonka. Wakawa watu wanaingia mle chini. Sasa imefikia hatua jana kumbe kukawa na mtikisiko wa lile kuna kuna hii grade naona ni ile skaveti na inalozunguka ile kama limwechi vile. Sasa hilo ndio lipo ripoku, kumbe lilipokuwa inacholonga hivi ikawa inatetemesha ile alizi. Ndio baadaye baada kwenye saa sita na nusu ilishuka ile harisi ndio kukatokea ma maafa. Kwa hiyo changamoto, kufikia asubuhi, kuna mtu mmoja ametolewa kwenye fonka ile, lakini kwa jinsi tulivyoona, ambao tulikuwepo, kuna fonka pale tulizokuwa tunaziona zilikuwa wazi zote, bado ziko vile hazijafukuliwa wala kufikiwa. Sasa ndio tukawa tunanungunika, kwa kwa nini hizi fonka wangeliweka uhakika zikafukuliwa hizi fonka, ili watu wakajiridhisha. Maana kuna watu baadhi hawajawaona. Kwenye tukio kule walikopelekwa hawajawaona. Sasa ndio maana tulikuwa tunaomba serikali ingelitusikiliza ingeli hata sisi mao, maombi yetu. Wangeliangalia hata kama mchanga ule ukao unapakiwa na pelekwa tukafikia eneo ambapo walikuwa wamefikia wachimbaji waliokuwa na chimba basi tukajiridhisha na sisi, lakini kwa paka sasa hatujaridhika. Tumekubali maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ametoa maelekezo na mkuu wa mkoa lakini maelekezo aliyoyatoa hatujawa hatuja, hatuja nao uhakika zaidi, maana tukiangalia pale kuna kama vinzinzi vinznzi vinakuwa kwa vina. hiyo e, mb... no, hapa wote tuliopo hapa ni wachimbaji. Nafikiri mfumo uliokuwepo hapa tunauona, walipotoa tu mtu asubuhi tumeshuhudia tumetoa pale kwenye azamu zile pale e, kwenye azamu hizi unazoziona hizo tumetoa mtu pale naona jana tena kuna azam zile pale mbele jana ndio walitolewa mwingine wengine walikandamizwa kwa pale katikati, lakini kwa, kwenye fonka hizo upande wa huko hawajatolewa kwa changamoto ambao tulivyokuwa tunaiona fonka, maana ilikuwa ilikuwa inachimbwa kwa kwenda hivi, sasa awaja, awaja, awaja tolewa. Kwa hiyo maelekezo, tulikuwa naomba tu serikali tusaidie kwa uchunguzi zaidi wangelileta tena nani skaveta nyingine ikafukua kabisa kwenda chini, ili watu wakajiridhisha zaidi, ingekuwa vizuri zaidi. Sasa kwa majina, anaitwa Tito Danieli, mzaliwa wa Kigoma, lakini kwa sasa nipo hapa Mwakitolyo, Shinyanga. Lakini nilikuwa tuna, tunaomba sisi kama wachimbaji tulikuwa tunaomba serikali mtusaidie, kutuwezesha miundombinu, kutokana na hii sehemu jinsi ilivyo kwa sababu hata mvua ikinyesha bado litaendelea kuregea na na mili yetu bado tunaipenda, na sisi tunataka kufanya kazi. Sisi wachimbaji wadogo wadogo tunapata shida, mpaka sasa tumeshaogopa, hatuwezi kwenda, ya tulikuwa tunaomba Ndugu waziri, ndugu mheshimiwa rais, viongozi wote wa nchi, tunaomba mtusaidie sisi wachimbaji wadogo wadogo, kama wenzetu hapo ambao wana vifaa vya kutendea kazi, kwa sababu kiliangalia ni shimo kubwa mno sana, tunaogopa. Ila tulikuwa tunaomba mkituwezesha nyie, na sisi tutafanya kazi vizuri, kwa sababu ni nchi yetu, ni madini yetu. Tunaomba, sasa hivi hatuwezi kwenda, tumeshaogopa kutokana na hali jinsi ilivyo. Asanteni kwa sababu mtatusaidia. Maafa yaliyotokea hapa yalihusu kumeguka kwa mwamba hapa, na wakati ambapo mwamba huo unameguka, kulikuwa na wananchi wachimbaji wadogo waliokuwa katika eneo hili. Kitu cha kwanza kabisa tuka, tunachotaka tukieleze ni kwamba wananchi hao waliokuwepo hapa ni, miongo, ni, ni wananchi ambao ndio waliopata madhara na mpaka sasa hivi, na kwa jitihada kubwa ambazo zimefanywa, maelezo tulionayo sasa hivi ni kwamba wananchi kumi na sita ndio ambao wamedhibitika mpaka sasa hivi kwamba walikuwepo katika eneo hili. Kama ambavyo tumeelezwa, hawa wananchi walionusurika wako baadhi ambao wamekiri na wamesema kwamba wanasema wa idadi ya watu kumi na saba wengine wanasema kumi na nane wengine wanasema kumi na tano ishirini kwa sababu ni kweli kabisa hapakuwepo na uandishi au a, wananchi hao walioingia huku hakukuwepo na utaratibu uliothibitika kwamba wamefikaje huku. Then tunachokisema hapa, vyombo vilivyofanya shughuli hizi hapa zimeweza kugundua maiti tano jana, watu waliofariki watano, na leo asubuhi amepatikana tena mtu mmoja, wakawa watu waliofariki ni watu sita na watu kumi na moja walijeruhiwa. Kwa hiyo katika idadi ile iliyokuwa inasemwa sema, watu kumi na moja na watu sita hawa wamepatikana. Wale walikuwa nasema kumi na saba ishirini, ni idadi ambayo inaakisi idadi iliyoonekana huku. Wale kumi na moja wako katika mahospitali, na wale waliojeruhiwa sana wako hospitali ya Mwawaza, lakini wale ambao mpaka jana walifariki watatu walikwisha kugundulika, e, walikwisha kutambuliwa na ndugu zao na wameenda kufanya nini, wameenda, wame, wamesha kuwachukua kwa ajili ya kuwahifadhi. Sisi kwa upande wetu tungependa kwanza ajali hii iliyotokea, watu wakubali na waelewe kabisa kwamba idadi iliyokuwepo ni ya watu wachache. Hii mitandao ya kijamii ambayo inasema kwamba kulikuweko na watu mia moja na hamsini wanaudanganya umma, na hili tunaliongelea hapa na tuko hapa kwenye eneo la tukio. Na nichukue nafasi hii, ni vyombe sana vyombo vya habari visitake kuleta taharuki miongoni mwa wananchi. Waliofariki sita ni wananchi wenye thamani kubwa sana na tunaheshimu na tunaomboleza kwa ajili ya vifo hivi, lakini kwamba kuna watu mia na hamsini waliofukiwa kwenye shimo hili hapa, hata nyie mnavyoona hapa, sio kweli. Tumepukuta vya kutosha na tumetoa nafasi bado kwa wananchi ambao wanafikiri kuna mtu amepotea kwa mazingira ambayo wanafikiri alikuwa huku, aseme, kwa sababu sisi bado tunataka tuendelee kufanya kazi hii kuhakikisha kwamba tunatoa watu wote waliohai na pengine kama kuna mtu aliyefariki. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana vyombo hivi vyote vilivyohusika, kuanzia vyombo vya usalama, kuanzia eh, wachimbaji wenyewe hasa vijana wachimbaji ambao walionyesha moyo wa uzalendo.